Tusalie huko huko kaunti nambari tatu ambapo mwasisi wa shirika la jamii la SHOFCO Dr. Kennedy Odede ametawazwa kuwa mzee wa kaya na baraza la wazee wa Mijikenda. Sherehe hiyo ilifanyika katika msitu wa kaya wa Similani Hill, kaunti ya Kwale, ambapo Odede alitambuliwa kwa kuanzisha miradi ya kuinua hali ya uchumi na jamii mbalimbali mbali. na mara nyingi Ah ha, watu hapa kuna umaskini sana. Watu wanakuja hapa kuchukua baraka, wakishapata baraka zao wanasahau. Lakini sababu kweli pia maisha yao yendi vizuri sababu wazee walalia. Eh? Sasa mimi nikuja hapa hivi nikaleta pia wazee wangu Waluo Luo huko, mababu zetu pia walinifuata. Unajua hivyo? Na babu hapa tukaelewana, si ndio? Na mambo ni amani, tuweke Kenya iwe injimo na sisi leo tumemwita hapa Tumwombee Mwenyezi Mungu awe na hikima zaidi, na ulimwengu pia imtambue na imjue huyu, amesaidia sana wazee, kwa sababu sisi wazee tulikuwa tumesaulika, lakini huyu amekuja katuenua, kwa sababu wazee ni watu ambao walimzaa yeye, na wazee hawana mifano yoyote na mtu mwingine.